Zamani za kale, kulikuwepo na hadithi ya hazina kubwa iliyofichwa katika tumbo la mlima mrefu unaoitwa Mlima wa Maangamizi. Hazina hiyo ilisemekana kuwa na dhahabu safi, vito vya thamani, na kitabu cha kale kilichoandikwa kwa maandiko ya kung'aa, kitabu chenye siri ya utajiri wa milele. Hazina hiyo ilifichwa na mfalme wa kale aliyejulikana kama Mfalme Wingu, ambaye alikuwa mchawi na mpiganaji hodari. Kabla ya kufa kwake, aliapa kuwa yeyote atakayetaka kuipata hazina yake lazima awe na moyo safi, akili timamu, na ujasiri wa kweli. Akaweka mitego hatari, viumbe wa ajabu, na mafumbo ya kuvunja akili ili kulinda hazina hiyo. Kwa karne nyingi, watu kutoka mataifa mbalimbali walijaribu bahati yao. Walifika kwa makundi, wengine wakiwa na silaha, wengine na ramani za kale, wachache wakiwa na imani na matumaini. Lakini mlima huo haukuwa wa huruma. Wengine waliteketezwa na moto wa ajabu uliotoka ardhini walipokanyaga njia isiyo sahihi. Wengine walipotea milele ndani ya msitu wa kivuli uliozunguka mlima, na wale wachache waliokaribia kilele walikumbana na mlinzi wa maangamizi, jitu la mawe lenye macho ya moto lililoapa kumlinda hazina hadi mwisho wa dunia. Lakini hadithi haikuishia hapo. Miaka mingi baadaye, kijana mmoja mdogo aliyeitwa Zuberi, mkulima wa kijiji kilichoko chini ya mlima alianza kuota ndoto zisizoeleweka. Kila usiku aliona ramani ya njia mpya kuelekea kilele na sauti ya mzee ikimwambia, ni moyo safi tu utaona njia ya kweli. Zuberi hakuwa na silaha wala ramani ya kale, alikuwa na akili, ujasiri na imani. Akaanza safari yake peke yake. Alipofika kwenye mto wa sumu, hakujaribu kuvuka kwa nguvu, alisubiri mvua ipite na maji ya sumu yakaiyuka. Alipokutana na mafumbo, hakukimbilia majibu ya haraka, alitulia na kutafakari na alipopanda mlima hadi kukutana na mlinzi wa Maangamizi, hakupigana, alimsomea maneno kutoka kwenye ndoto zake, na jitu la mawe likampisha kimya kimya. Zuberi alipofika kwenye pango la hazina, aliona miili ya waliotangulia, baadhi yao wakiwa bado wakishikilia mapanga na vito. Lakini badala ya kuchukua dhahabu, alichukua kitabu cha kale. Ndani ya kitabu kulikuwa na hekima ya enzi, siri za amani na uwezo wa kuponya ardhi kavu. Alirudi kijijini, hakujulikana kama tajiri wa dhahabu, bali kama ponya ardhi na mtu wa amani. Hazina aliyochukua haikuonekana kwa macho, lakini ilibadilisha maisha ya wengi kwa vizazi vingi vijavyo. Na ndivyo hadithi ya hazina ya Mlima wa Maangamizi ilivyobadilika kutoka hadithi ya vifo hadi kuwa hadithi ya matumaini.